katika jiji la goma mashariki mwa drc mafundi katika kituo cha shirika la umoja wanafanya kazi kwa bidii kuwarejeshia waathirika wa vita uwezo wa kutembea kwa kutengeneza viungo bandia tangu mapigano kushika kasi mwezi januari zaidi ya watu mia nane waliojeruhiwa vibaya wengi wao wakiwa wamepoteza viungo kama vile miguu mikono wamepokea huduma katika kituo hiki. Melissa Hamuli ni mjane na mama wa watoto watatu, alinusurika shambulio la mabomu karibu na mji wa Mobambiro, lakini miguu yake haifanyi kazi tena. Sasa kwa msaada wa kifaa cha kumsaidia kutembea, anaanza upya. Tumeshabadilika, sina kazi depo nilipata hii ajali ya bombe kinkinafaa kina vatu mingi wanakuwa vilema, bengine wanapoteza maisha, bengine wanakosa maji, vitu vyote vinashanje, vitu vinashanje, vitani ya mubaya sana na tunaweza tuko, naomba iishe, ni kitu kya mbaba kuya nchi batone uruma. Aman Jerome ni mwathirika na ambaye pia amesaidika kupitia kituo hiki. tulikuwa batu tulikuwa baine mie na navule na, na, na, mtoto wangu nule petit frere memungu, mm -hmm. akitutosha pale bibi na watoto ine vote yeah. wakitangulia wakenda kwenda kishamake pale kufa watu 12, ndio vile ile probleme ili nikutaka pani, jikuta, Katika karakana hiyo ndogo, mafundi hukata, huunda na kukusanya miguu bandia kwa mikono, wakikabiliana na ongezeko kubwa la mahitaji. Julien Papei ni mmoja wa mafundi katika kituo hicho. E, kuna miaka yenye ilipita, efektifu ya ikukua, mingi benye balikuwa mingi balikuwa

Kituo hicho kinachosaidiwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu kimeshuhudia ongezeko la viungo bandia kutoka 422 mwaka jana hadi zaidi ya 320 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2025, wakati vita vikiendelea kusababisha maafa na ulemavu kwa waathirika hawa. Kiungo bandia kama vile mguu wa plastiki unawakilisha si tu mguu wa kutembelea, bali tumaini la maisha mapya.